Arusha Technical School ni moja kati ya maeneo ambayo yanafundisha vijana hasa katika levo ambazo tungependa kuziona zaidi vijana wanajiajiri. Kwa hiyo niwapongeze sana wale vijana wanne waliofanya presentation zao, lakini wapongeze na wale wengine ambao hajapata nafasi ya kufanya presentation. Nia ya ziara hii kama nilivyosema, ni kuja kutembelea kuona hizi incubation centers, moja kati ya hii ya serikali, kuona zile za watu binafsi na kesho asubuhi nitakuwa nazungumza na startups vijana wote ambao wana kampuni changa hizi, tutakuwa pale jengo la PAP kuanzia saa mbili asubuhi tukizungumza. Nia ya kuzungumza ni nini? <coughs> Kuzungumza, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayo maelekezo mahususi, taka kuona jitihada za vijana wa startups zinaungwa mkono na serikali, kutaka kuona yale maeneo ambayo sisi tuliopewa dhamana ya kusimamia wizara hizi ambazo zinao vijana wa startups. Wako startups wa ICT ambao wako chini ya wizara yangu. Wako vijana wa startups nyingine lakini na wenyewe wanatumia mifumo ya tehama. Kwa na wenyewe automatic na fall kwenye digital platform. Na Mheshimiwa Rais tarehe 29 ya mwezi wa saba mwaka 2024 alizindua mkakati wa uchumi wa kidijitali wa taifa, Tanzania Digital Economy Strategy wa miaka kumi kuanzia 2024 mpaka 2034. Sasa katika kutekeleza mkakati ule lazima kila mdau awe on board kwa the ecosystem ya startups. Vijana wa startups wanatakiwa kujua kwamba serikali yao inajua jitihada wanazozifanya na tunatakiwa tukutane tuzungumze. Kwa sasa, mchakato wa sera ya startups umeanza na tumependa sera hii iwe ni ya startups, isiwe sera ya kukaa kwenye madawati yetu kuiandika. Kwa moja kati ya mambo tutazungumza kesho asubuhi, pamoja na hayo ni pamoja na kujua kwamba sera ya startups inaandikwa ili kujua vijana wana mambo gani madogo madogo Leo umeona hapa baba, wana jambo dogo sana la hosting kwenye server, ambapo ingepashwa kuwe na uwezo wa sisi kuona kwamba vijana kama hawa wenye bunifu zao, akiwa na bunifu anataka ku host server ziwe available, akiwa na bunifu anataka internet connection ziwe available, akiwa anataka kufanya uh, testing kuwe available, ili aweze kujaribisha afike hapa leo alipofika baba. Lakini alipofika baba nako na kwenyewe, kuna, kwenye, kuna sehemu na naye atakao kusaidiwa kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ndio kazi yetu sisi tuliandikwa kufanya. Kwa hiyo niwathibitishie pamoja na pongezi, kesho asubuhi tuje kufanya mjadala, na niwahakikishie kwamba mjadala huu wa kesho utakuwa wa mwisho. Tutaendelea kujiengage kuona ndoto za vijana wote wa startups ambao anaamini angefika hatua moja, sema kuna sehemu amekwama, ambao serikali yake inaweza kuikwamua, tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunakuamua na kuhakikisha ndoto zao zinaenda kuwa ajira kama alivyosema uh, baba na wenzake ameajiri vijana leo wako situni nyumbani, kesho kesh, kwenye ofisi inayoeleweka kesho ametanuka Afrika nzima, ametanuka dunia nzima, na yeye aweze kuingiza kipato, investors wake waweze kupata faida, vijana wenzake waweze kupata ajira, watu waweze kuuza na kununua, serikali ipate kodi. Ndio nia ya ziara yangu. Niwaombe sana kwa pongeza sana uongozi wa chuo lakini le kuomba ushirikiano sababu ecosystem nzima hii wote tulioko humu ndani tuna play part mingine kwa namna moja ama nyingine, kwa tushirikiane kuhakikisha lengo letu tunafikiwa, na washukuru sana asanteni sana.